TV mbele yetu tunaye Esha Buheti, mwigizaji kutoka kiwanda cha filamu cha Bongo Movie, ambayo ataelezea jinsi tuzo yake alivyopata na nini ata- mengi atazungumza mwenyewe. Karibuni. kwa jina mimi naitwa Esha Salim Buheti, lakini wengi mmenizoea kwa jina la Esha Buheti. Ah, nikiongelea hiki kitu kwanza <coughs> mtoto wangu wa pili na mtoto wangu anaitwa Clarissa, kwa sasa, huyu ndio mtoto wangu wa pili. Ni furaha sana kwanza kupata tuzo kutokea Ziff, na nimefurahi sana kuchaguliwa kama msanii bora wa kike kwa mwaka 2014 kupitia kipengele cha Zuku Swahili Movie. Ah, nikizungumzia hii tuzo kwangu ni surprise kwa sababu kwanza sikufahamu chochote cho kuhusu hii issue. <coughs> Mpaka siku ya tukio mimi nilikuwepo Dar es Salaam nyumbani tu nikapigiwa tu simu na mtu bwana, uko Zanzibar? Nikamwambia hapana, kuna nini? Wakisema kuna manini, nini, awards za Ziff, na tumeona ume uko kwenye kategori ya msanii bora wa kike kwa sababu unajua tushajengewa kwamba kila anayepata tuzo anakuwa amepangwa. Mimi nika kama nime- nikasema haya, anyway sawa, kwa yote atakayechaguliwa basi acha achaguliwe baada ya hapo kumbe nikawa mimi ndio mshindi, lakini sasa cha ajabu sikuwa nimepata majibu kwa usiku ule wa Jumamosi, then ikawa <coughs> Jumapili asubuhi niko tu na shughuli, mume wangu akaambia vijana ilikuwa nishu ya imekuwaje, aka google ku google kweli, akakuta jina langu na akaniambia kwamba wangu, mke wangu wewe, umeshinda na ndio umechaguliwa best actress 2014 kupitia swahili movie kwanza sikuamini binafsi kwa sababu Zifu ni iko ki international zaidi, alafu pili, nilipata shock. Yani kwa nini yani imekuwa kama surprise. Kwanza niliona kama Mungu amenipendelea, lakini nikamwambia mume wangu hii kitu sio mimi, Mungu Mungu mwenyewe ndo anajua, kwa sababu ni wengi walikuwa wanatamani wapate, hatimaye imenidondokea mimi. Kwa hiyo binafsi nimeshukuru na nimefurahi sana kupata hii tuzo. Hii ni changamoto sana. Sema kweli, hii tuzo ni changamoto. Itanifanya yani, kama nilikuwa nabweteka, sasa hivi ndio spidi izidi. Na nashukuru sana kwa Ziff, pia nawashukuru Zuku na nawashukuru wasanii wote wa hoto, Bongo Movie especially uongozi wa Bongo Movie na naishukuru sana familia yangu kwa sababu ya support ambayo nimeipata. Ah, nikitaka kuzungumzia wengi siaintamaliza, lakini nataka tu watu wajue kwamba hakuna kitu kimenipa furaha kama hiki. Hii ni heshima. Unajua, hata mtu angenipa milioni kumi leo hii ningeitumia ikaisha, lakini hiki kitu Mungu anijalie mpaka nakuja kuzeeka, wajukuu zangu waje kukiona hiki kitu. Nimefurahi sana. Si unajua mi nikifurahi napenda sana kucheka, kwa hiyo <laughs> Si, yani, sielewi ya niongee nini zaidi ya kusema nakushukuruni sana, na namshukuru Mungu wangu. Ni Mungu jamani, sio mimi, ni Mungu. Mungu anajibu, na nawaahidi, kwa sababu kuna kinyang'anyiro kingine cha tuzo na nagombea mwezi wa nane. Mungu bwana atajibu maombi yangu na na wapromisi, nitakuja tena kwa ajili ya interview ya tuzo nyingine. Sio mimi, ni Mungu. <laughs> Esha Buheti, umeongea mengi kuongea mengi, watazamaji wamekusikia na makuona na, na kolo una furaha, lakini binafsi ambayo ungependa kujua ni filamu gani ambayo ilikufanya mpaka uchukue tuzo? Uh, filamu ambayo imenipa hii tuzo ya best actress wa hii movie ni filamu ya mimi na Mungu wangu. Hii movie nimecheza mimi na Tino na ilikuwa ni movie ya kidini. Director alikuwa Mtawala ambaye ndiye mtunzi wa hiyo movie na producer alikuwa ni ni sikumbuki, lakini na, I mean na- namkumbuka Yusuf Kisoke ambaye ndiye alikuwa ametushoot hiyo movie, na nahisi ndio umiliki wa hiyo movie. Kwa hiyo hiyo ndio story fupi naweza nikasema kuhusu hii tuzo eh. Watazamaji, nadhani mmemsikia na mmesikia muvi yake ambayo inamfanyisha ampe tuzo, lakini mimi nataka nimzungumzie Esha Buheti. Esha, unapenda kushuti muvi sana za uganga au za majini nini. Sasa, kitu ambacho kinakufurahisha kushuti hizo muvi? Actually sio kama ninapenda mimi nahisi ni karakta ambayo inaicheza vizuri ya, kiasi kwamba producer huko anapokaa akikaa akatunga movie yake anajua hapa nikitaka kutunga movie natakiwa nimpe Esha. Yani nikitunga movie ya ujini basi direct jina la Esha linakuwa kwenye kichwa chake kwa hiyo nahisi ile character mi naipatia vizuri na ndio maana kila anaekuwa na movie zake za ujini ama uchawi huwa hasiti kunitafuta. Yes, lakini si hizo tu, mi nafanya kila aina ya movie yoyote kwa sababu tukiongelea movie ni, ni nazo ambazo nimecheza mwanachuo, ni nazo nimecheza mke wa mtu, kuna movie za kidini nimefanya. Kwa hiyo haichagui, yani sichagui si chagui na, na uhakika ninapopewa kazi ya mtu mimi huwa naifanya kwa moyo wote, na ninaheshimu sana kazi yangu. Ndio maana namuomba Mungu kila siku aniepushe na skendo na hisi pia. Hicho ndio kitu ambacho kimenifanya niweze kutambulika vizuri zaidi na kuheshimika zaidi. Kwa nini usitumia yani uigizaji wako sasa hivi, ni bado huko kwenye unaongozwa na una kampuni za watu? Je, una-una una, una, una kuna kitu gani ambacho kinataka utakifanya, ambacho unajua kabisa hiki ni kitu changu ambacho nimekimiliki mwenyewe, ambapo hata kama mtu direct atapongoza uh, yani ni, ni, ni, ni lini ambayo watazamaji wako hujuta, hiki hii ni mali ya Esha na sio kaajiliwa Esha? Ninafurahi ah, kwanza kwa swali lako, ingawa umenichimba na sikuwa nataka kuongea hicho kitu lakini inabidi tu nikwambie ukweli. Hii tuzo imekuja na baraka kubwa sana kwangu katika familia yangu, huwezi amini. Baada ya mume wangu kujua kwamba nimepata hii tuzo na kupata uhakika kwamba mimi nimepata tuzo, amenipa ofa ya kufanya movie yangu mwenyewe <laughs> kwa hiyo from now nime nitastop kufanya kazi ya mtu, nataka niingie location kwa ajili ya kazi yangu mwenyewe, na si kazi tu ili mradi kazi itafanya, ila ni bonge la kazi Naenyewe mtu alikubali, kwa sababu siku zote unapotoa mguu nje, toa ukiwa na uso wenye nuru, ili kila anayekuona avutiwe na ule uso wako. Kwa hiyo kazi ambayo nitakayotoka nayo mimi, naamini Mungu huyu huyu ambaye amenisimamia kupata tuzo, ndio huyu huyu atakayeitambulisha kazi yangu. Kwa hiyo swali lako nahisi nimejibu vizuri tu kwamba najiandaa na kazi yangu, na hapo baadaye nitawatajia au watu ambao nitafanya nao kazi, kwa sababu baada ya kuambiwa vile nimeambiwa juzi jana, hapo nikaumiza kichwa, nikapata story na, yaani nikachanga kichwa changu nikasema, hapa yes, katika hii story na mhitaji mtu fulani na mtu fulani. Siwezi kufunguka, nitakuja kusema baadaye. Wapenzi wat, watazamaji wa Global TV, nilikuwa na Esha Buheti katika interview hii maalum baada ya kupata tuzo. Naomba nimwachie mwenyewe awashukuru afunguke wale wote ambao anaona yeye kwake wanasupport na zani, ndio tutakuwa mwisho wa interview yetu. Mimi ningependa kwanza kabisa kwa kumshukuru ni Mungu Mwenyezi Mungu wangu, mimi ndio maana nasema Mungu wangu mimi ni Mungu mwema na ananisikiliza sana. Wa pili, natamani mama angekuwepo, lakini najua kwa kokote uko aliko shukrani zangu zimfikie na Mwenyezi Mungu amrehemu amlaze mahali pema peponi. Wako wengi sana lakini mume wangu na mtoto wangu ni watu ambao huwa wananisupport sana sana, yaani sana kiasi kwamba siwezi kukuambia ni jinsi gani, lakini mume wangu ni mtu ambaye ananisupport sana, wakwe zangu, yaani familia yangu kwa ujumla nashukuru. Pia uongozi wa Bongo Movie, Steve Nyerere pamoja na viongozi wenzie, nawashukuru wasanii wa Bongo movie wote, lakini sana sana namshukuru kakangu Claudi, namshukuru na Mtunis. Kwa sababu Mtunis alinipa movie ikanitangaza zaidi, lakini movie ambayo kwa mimi ukiniambia imenitangaza zaidi ni movie ya Kinyonga. Kwa hiyo pongezi nyingi na ya, yani namshukuru kila mtu ambaye alinipa kazi nikafanya naye, na kubwa zaidi nahisi shukurani yangu ya pili kutoka mwisho niwashukuru watu wa media. Kuna washakuru Jongo, kuna wateja Musa, wako wengi sana wengi sana, siwezi kutaja wote nikawamaliza, lakini nawashukuruni sana watu wa media. Kikubwa zaidi ni mashabiki wangu hawa <laughs> ndio mabosi zangu, wao ndio wanaona kazi zetu. Nashukuru Mungu, kunapotokea ishu ya kupiga kura, wao ndio wanaonipigia kura kuzidi hata familia yangu kwa hiyo nawashukuru sana, naombeni mzidi kuniombea, na pia naomba muweze kuniombea, Mungu anitie moyo niweze kusimama. Mimi kama mimi, naamini peke yangu siwezi, ni kwa ajili ya Mungu tu. I love you all. Mwah. Thank you Ziff. Thank you all, thank thank Zuku <laughs>